Nafikiri sote tumeona, tumeshuhudia, tumesikia na kujisomea yote yanayoendelea katika taifa la Tanzania, taifa m, ambalo kwa mara nyingi sana limesikika na kujulikana kwa amani, umoja na ujamaa kama jinsi alivyoachia mwanzilishi wa taifa hilo, Mwalimu Julius Nyerere, rais wa kwanza kabisa wa Tanganyika. Hapo nyuma, Tanzania ilijulikana kama Tanganyika kabla ya kuweza kuungana na visiwa vya Zanzibar na kuweza kutengeza umoja na kuitwa kuunganishwa mataifa mawili na kuwa Tanzania ili kuweza kushirikiana katika masuala mbalimbali hasa katika masuala ya uongozi. Taifa hilo Tanzania kwa sasa lipo katika hali tete. Kuanzia Oktoba 2025 wakati taifa hilo lilipokuwa limeingia katika uchaguzi mkuu hasa urais, ubunge na udiwani, taifa limejikita katika masuala ambayo yametambulika na kusikika katika mataifa mengine, kiwemo jirani wao Kenya, masuala ya kutafuta demokrasia kwa maandamano. Vijana wameungana kuandamana na kuisha demokrasia, wakisema kwamba uchaguzi uliofanyika Oktoba ishirini na tisa nchini humo haukuwa wa huru na haki, kwani viongozi baadhi ya viongozi wa upinzani walifungiwa nje, akiwemo Tundu Lissu wa chama cha Chadema na Luhina Mpina wa chama cha ACT Wazalendo. Kwa nini wanamlomu Rais Suluhu Hassan kwamba ni yeye aliofungia nje ili aweze kuendelea kupata kuongoza taifa hilo baada ya kukosa mgombea ambaye angeweza kupambana naye mgombea ambaye mahiri zaidi kupambana naye kama tundulisu luhaga mpina. Sasa juma mosi ya Novemba mosi 2025 siku ambayo zanzibari inaapisha rais Hussein Ali Mwinyi kuendelea na hatamu ya pili baada ya kumpigia kura, kulingana na tume ya uchaguzi Zanzibari ZEC kumtangaza kwamba aliweza kushinda uchaguzi huo na zaidi ya kura laki nne. Mm? Mwinyi anaapishwa rasmi kama rais wa Zanzibar kuanzia saa mbili asubuhi katika uwanja wa Amani Zanzibari. Siku hiyo hiyo yauapishwa Mwinyi Hussein Mwinyi kama rais wa Zanzibar, basi tume uchaguzi Tanzania INEC chini ya mwenyekiti jaji rufani Jacobs Mwambengele, tume hiyo imeweza kumtangaza Rais Samia Suluhu Hassan kama mshindi wa uchaguzi wa Tanzania. Yamkini, kulingana na taarifa za kutoka nchini humo, Samia Suluhu Hassan ameweza kushinda uchaguzi wa Tanzania, uchaguzi huo wa utata kwa zaidi ya kura milioni 31 ambayo ni asilimia 97.6 ya kura zilizopigwa hivyo licha ya maandamano ambayo uh, raia wa Tanzania wameweza basi kuendeleza kwa siku baada ya siku tangu uchaguzi wa Oktoba 29 Jumatano 2025, INEC tume uchaguzi Tanzania basi imeweza kumtangaza Rais Samia Suluhu Hassan kama rais kuendelea na uongozi wa taifa hilo kwa atamu ya pili kwa miaka mingine mitano. Hii ni licha ya uh, vilio na taarifa kutoka sehemu mbalimbali zikitaka tume hiyo isitishe kuhesabu kura ama shughuli za kuhesabu kura, kusema kwamba uchaguzi huo kwa, au kwa uhuru na haki. Maana kulitokea uh, maandamano ambayo yalizuia hesabu ya kura kuendelea, yalizuia watu kutoka nje kwenda kupiga kura, idadi ndogo ya watu ikaweza kujitokeza kupiga kura. Uh, vituo vingine vya kupiga kura vikachumwa, uh, uh, vituo vya polisi, miundo mbinu magari ya serikali na mambo mengine, barabara kufungwa na kuzuia watu kupiga kura. Bunge la Umoja wa Ulaya lilikosoa uchaguzi huo na kusema kwamba uchaguzi huo hauko wa halali, hauko huru na haki, hivyo basi kuitaka INEC kusita kuendelea kuhesabu kura. Mbali na hayo, chama cha ANC cha Afrika Kusini pia kimeweza kukosoa Uh, uchaguzi huo na kusema kwamba kiliwatuma waangalizi baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kukitaka kutuma uangalizi huyo binafsi kuweza kushuhudia uchaguzi Tanzania. ANC ambacho basi anaongoza Rais wa South Africa Cyril Ramaphosa kimesema kwamba wakati viongozi wake wa uangalizi wanaendeleza uangalizi wa, wa zoezi hilo la uchaguzi uh, mtandao ulizimwa kwa ghafla basi uangalizi ukawa jambo gumu kwao kuendelea. Chama cha Julius Malema EFF cha Afrika Kusini pia kimeweza kukosoa uchaguzi huo na kuitaka basi Tanzania kuweza kuangalia jinsi ya kuweza kuhakikisha kuna demokrasia ambayo basi inafurahisha raia. Viongozi wa mataifa ya balozi za Uingereza, Canada na Norway pia kwa pamoja wametoa taarifa kukosoa uongozi wa Tanzania na kutangaza kwamba uchaguzi huo haujakuwa kuwa wa uhuru na haki, kwani pia umekumbwa na dosari na kutaka serikali ya Tanzania kuhakikisha kwamba demokrasia inatimizwa katika uchaguzi huo. Mbali na hayo, Umoja wa Mataifa pia UN chini ya Katibu Mkuu Antonio Guterres pia uh, umetaka heshima ya uh, kwa demokrasia kuendelea kuangaliwa nchini Tanzania ha? Uh, vyombo vya habari vya kimataifa na vyombo vya habari kutoka nchi zingine pia vikipitia hali ngumu kuweza kuangazia habari katika taifa hilo, habari za uh, uchaguzi baada hasa ya mitandao ama intaneti kuweza kulemazwa na kuzuia upeperushaji wa matangazo licha ya maandamano na ukosefu wa usalama ambao umeshuhudiwa katika taifa hilo. Serikali nchini in Tanzania imeweza kushikilia kwamba haijui, haina ufahamu wa um, idadi ya halisi ya vifo ambavyo basi vimeweza kutokea ama majeraha na hasara ambayo imeweza kutokea maandamano hayo, uh, licha ya chama cha Chadema ambacho basi ni chama cha kikuu cha upinzani nchini in Tanzania kutangaza kwamba zaidi ya watu mia saba wameweza kuuawa kutokana na maandamano hayo na wengine kujeruhiwa. Umoja wa Mataifa nao umesema kwamba angalau watu kumi wameweza kuuawa katika machafuko hayo ambayo pia yameweza kushuhudiwa katika mpaka wa Tanzania na Kenya, eneo la Lamanga, ambao pia wakazi wa Lamanga upande wa Kenya wanalalamikia maafisa wa polisi nchini Tanzania kwamba wanarusha vitu vya machuzi nchini Kenya wa na kuweza kuathiri masuala ya biashara, hivyo basi na kutaka basi pia hawa wavuke upande wa pili kusaidia Watanzania kuandamana kwa kwani wamechukuzwa na maafisa wa usalama kutoka upande ardhi ya Tanzania yote tisa kumi. Swala la usafiri na usalama, uh, katika taifa hilo na nchini jirani ya Kenya pia kidogo limeweza kuzua utata. Maana madereva wa malori ya masafa marefu na wafanyabiashara katika boda ama mpaka wa Kenya na Tanzania, na Manga, wameweza kushuhudia hasara na, na msongamano mrefu wa magari kwani zoezi la kuweza ku kuhudumiwa katika mpaka ili kuweza kuingia upande wa pili imeweza kutatizika upande wa Tanzania, sababu ya muunganisho wa intaneti na pia ukosefu wa usalama, kwani kuna kuna hofu kwamba waandamanaji wanaweza vuka upande wa pili ili kuweza kusaidia wenzao kuandamana pia. Mpaka wa Kenya, mpaka wa Tanzania na, na Zambia pia umeweza kuhakikishwa kwamba kuna usalama wa juu, hofu ikiwa bado ile ile. sasa kilichosalia sasa ni kuweza subiri na kujua kwamba kutaendaje, amaieptatokea kufikia sasa aa, uangalizi wa jumuia ya Afrika Mashariki si ambapo Tanzania ni mwanachama na wangalizi wa jumuiya ya Afrika Kusini mataifa ya Afrika kusinisadak pia walikuwa katika zoezi la uangalizi nchini humo. Kufikia sasa tangu uchaguzi ulipoanza Jumatano Oktoba 29 mpaka Novemba mosi asubuhi, waangalizi hawa wajatoa ripoti yote na mara kwa mara, mara nyingi uangalizi wanatoa ripoti kabla ya matokeo rasmi ya uchaguzi. La sasa, matokeo rasmi INEC Tanzania ilikuwa imetangaza kwamba matokeo rasmi yangetangazwa chini ya masaa sabini na mawili ambapo ni siku tatu hizo, na kwa kweli utoka Jumatano mpaka Jumamosi ya Novemba mosi, kutoka Jumatano ya Oktoba ishirini na tisa mpaka Novemba mosi elfu mbili ishirini na tano ni siku tatu hizo zimepita na INEC imeweza kutangaza kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ameweza kushinda uchaguzi wa taifa hilo kwa kura zaidi ya milioni 31.5, asilimia 97.6 kura zilizopigwa kulingana na INEC. Na kwenye karatasi la uchaguzi debeni, uh, Rais Samia Suluhu Hassan, kulikuwa na wagombea wengine 16, kulikuwa kwa kuongezea Rais Samia Suluhu Hassan, wote walikuwa walikuwa wagombea 17 wa rais ambao Watanzania wanasema kwamba hawakuwa wagombea ila walikuwa vikaragosi tu wawe pale ili kuweza kuidhinisha ushindi wake Rais Samia Suluhu Hassan. Toka uchaguzi ulipomalizika, tangu alipozungumza baada ya kupiga kura yake Dodoma, Rais Samia Suluhu hajasema lolote mpaka siku asubuhi ya INEC kuweza kutangaza. Hajasikika akisema lolote na hali kani alipo, maana hajazungumza na hajasema yuko wapi. Japo idara ya usalama na baadhi ya mawaziri na msemaji wa serikali Tanzania ndio wamesikia wakisema wakizungumza kuhusu hali ya usalama na wakiwataka wa Tanzania wakomeshe maandamano hayo. Kulingana na INEC, jumla Samia Sulu aliweza kupata kura milioni 31.9 kati ya kura milioni 32.6 zilizopigwa. Na nikujuze tu kwamba Tanzania baada ya tume ya uchaguzi nchini Tanzania kuweza kutangaza mshindi wa kura ya urais katiba, hairuhusu mahakama yoyote kuweza kupinga tangazo hilo. Kwa hivyo hakuna mahakama ambayo inaweza kubatilisha uamuzi wa kura ama a, tangazo la ushindi wa uchaguzi mkuu ambao wa urais ambao umeweza kuandaliwa. Kwa hivyo lilosalia basi ni jicho na sikio na kuombea Tanzania, kila laheri na amani huweze kupatikana katika taifa hilo la Afrika ya Mashariki.